Sikiliza ni kupe habari kuhusu jina la Yesu mpendwa. Wewe ambaye bado hujafahamu kwamba jina la Yesu lina nguvu, nisikilize. Petro na Yohana waliwaweka gerezani, sababu kubwa ilikuwa ni kulitamka jina la Yesu, ilikuwa ni kuhubiri jina la Yesu. Hilo ni jina walilopewa wanadamu hapa duniani. Tukilitumia mapepo yanakimbia, tukilitumia magonjwa yanakimbia, tukilitumia miujiza inatendeka kwa jina la Yesu. Jina lenye nguvu ni jina la Yesu. Kama una changamoto yoyote tumia jina la Yesu mpendwa, hakika changamoto zako zitaisha. Oh, jina la Yesu ni jina lenye nguvu. Wanaotumia jina la Yesu wana ushuhuda mwingi. Mpendwa, tangu sasa tumia jina la Yesu, hata kama wewe ni dini gani, dhehebu gani, tumia jina la Yesu, hakika utaona muujiza, hakika utatendewa. Oh, haleluya, haleluya! Jina la Yesu ni jina lenye mamlaka mpendwa, utamkie Kuanzia leo ukitumia jina la Yesu, baraka zikaonekana katika maisha yako, milango ikafunguka katika maisha yako, kwa maana unatumia jina la mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ubarikiwe mpendwa katika Bwana.